Si yeah. amekaa kufanya mona ile mashini Nadia anaendesa, yeah. Najua lakini wameacha hizo wakapanda ndudhi sita aroba, mimi yeah. peke yangu anani na, na, na nina, Nadia mm, akiwepio kam kutudanganya, su tudanganya na kitu at least <laughs>